Habari hii ni Dar24 magazeti ya asubuhi ya leo, upo nami. Noro Mbilini ambaye nitakusomea habari zilizopo uzito katika magazeti ya leo ni April 28, 2017, na moja kwa moja nikianza na gazeti la Majira, habari zilizopo uzito zinasema walimu waswekwa mahabusu Lushoto, CWT wacharuka vikali. Serikali yasisitiza wanafunzi wanaopata ujauzito waendelee na masomo, habari kamili ikipatikana katika ukurasa wa nne. Watatu wafa kwa kula uyoga Tanga, habari kamili inapatikana katika ukurasa wa nne. Rais Magufuli mgeni rasmi siku ya uhuru wa habari, nayo ni habari inayopatikana katika ukurasa wa tatu. Na katika gazeti la Mwananchi habari zilizopewa uzito zinasema Maalim Seif, Profesa Lipumba ni msuli, msuli msuli. Habari kamili ikipatikana katika ukurasa wa nne. Boda bodaboda zageuka dui wa benki na maduka makubwa nayo ni habari inayopatikana katika ukurasa wa tano. Na katika ukurasa wa pili wapinzani waibua kivuko cha JPM bungeni. Na katika gazeti la Mtanzania fikra ya kinifu, habari zilizopoa uzito zinasema arobaini za vyeti feki leo, JPM kukabidhiwa majina ya walioghushi zaidi ya watumishi elfu kumi roho mkononi. Habari kamili ikipatikana katika ukurasa wa tatu. Odinga apitishwa kumkabili Uhuru nayo ni habari inayopatikana katika ukurasa wa nne Bombadia reli ya kisasa zatengewa mabilioni, nayoni habari ya inayopatikana kiundani zaidi katika ukurasa wa nne. Na katika ukurasa huo huo wa nne, Maalim Seif Lipumba waingia vita hatari. Loasa atangaza kumuunga mkono Uhuru Kenyatta, habari kamili ikipatikana katika ukurasa wa tatu. Na katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, habari zilizopoa uzito zinasema majambazi kufuru tupu, ya teka, ya pora, ya jeruhi, ya baka, RPC atuma kikosi maalum kuwa nasa, habari kamili ikiendelea katika ukurasa wa pili. Panga vyeti feki kutua kwa rais Magufuli leo, kukabidhiwa ripoti kamili ya watumishi wote waliofoji habari kamili ikipatikana katika ukurasa wa pili. Bilioni mia tano kununua ndege nyingine tatu za ATCL, nayo ni habari inayopatikana katika ukurasa wa saba. Mpenzi mtazamaji wa Dar24 Magazeti, na huo ndio mwisho wa Dar24 Magazeti ya asubuhi ya leo. Ulikuwa nami Nuru Milinyi, basi ni kusihi, endelea kuwa nasi kupitia Dar24.com. Lakini pia unapata habari zetu kwa urahisi zaidi kupitia Android app ya Dar24. Usisahau kusubscribe YouTube channel kwa Dar24 News. To follow Instagram, Twitter kwa Dar24 News. Lakini pia Facebook page tunapatikana kwa Dar24. Bila kusahau kutoa shukrani zetu za dhati kabisa kwa wadhamini wetu SMS mtandao. SMS mtandao uze zaidi, nufaika zaidi. Na hii ni Dar24 taarifa bila Je, ungejisikiaje kama ungeweza kufikia maelfu ya watu moja kwa moja kwenye simu zao kuhusu huduma za bidhaa zako? Kama ndiyo, SMS mtandao ni mfumo wa kisasa unaokuwezesha kutuma maelfu ya jumbe za simu kwa muda mfupi. Fungua akaunti yako sasa. SMS mtandao popote wakati wote.